Kuna nyota mbili zinazotumika hapa duniani. Nyota imoja ni ya kimwili, ambayo kila mmoja anaweza akavutiwa nayo. Nyota ya pili ni ya kiroho, ambayo inavutia watu wa kiroho. Basi ndio maana unaweza ukaona mtu tajiri ambaye anampenda Mungu au anamtumikia Mungu, akafika mahali kila mtu akatarajia aka kwamba ata, atachagua lazima atachagua yule tu kwa sababu yule ndo ambaye sisi wote tunaona anafaa kuchaguliwa. Ah, yule mwanamke yule? Ah, kwa sura yake yule ndo ambaye atachaguliwa unakuta yeye anakuja kuchagua yule ambaye unaona ni, amba ni kilitokea. Kilitokea hata, ye, kuchagua, wa kawaida. Hii hii ni story ambayo mimi ninaifahamu. Ni kitu ambacho kilitokea kilitokea hata kwa baadhi ya ndugu zangu. Yeye anaenda kuchagua wa kawaida. Kwa nini? Anatumika na nguvu za Roho Mtakatifu. Yeye havutiwi na nyota ya kimwili. Anavutiwa na nyota ya kiroho tafuta nyota ya kiroho tafuta nyota ya kiroho mwombe Mungu uvutiwe na nyota ya kiroho usivutiwe na nyota ya kimwili kwa sababu nyota ya kimwili mwisho wa siku ina future au baadaye ambayo haieleweki baadaye ya nyota ya kimwili ndugu zangu haizai haizai angalia Adam Adam nyota yake haizai haikuzaa mnanipata wa, ang, angalia hata maisha ya, ya Sulimani nyota yake, isipokuwa kweli Yesu amekuja kuonekana kupitia kizao cha Sulimani, lakini tukiangalia kabisa vizao vingi ya Sulimani leo viko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Taka sana kuvutiwa na nyota ya kiroho, hizi nyota mbili tofauti, nyota mbili tofauti, lakini vile vile kuna mbao wana vyote viwili, ana ya kimwili na ana ya kiroho. Kimwili anakuvutia, kiroho pia anakuvutia, hao watu wapo wapo. Na Sauli, ni mtu ambaye kwenye Biblia, alikuwa amepewa vyote hivyo viwili, ila shetani ni mjanja sana, atakunyang'anya kimoja akuache na kingine, na mara nyingi atakunyang'anya cha kiroho, atakunyang'anya cha kiroho, atakuweka wewe wa mwili uwe unapanda sana wakati wa wamwili unaweza kupanda sana, unajiona wewe ndo mkubwa sana, wewe una nguvu sana, una hela nyingi, una elimu nyingi, wewe kiroho ataanza kushuka. Taka sana kupandisha yule kiroho, shusha wa wakimwili, kwa sababu wakimwili ataonekana kwa watu wakimwili, lakini kiroho atawapendeza watu wakiroo, ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti na malaika wake.